Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Uh, we, Mheshimiwa, na Mheshimiwa Edward Ole Lekaita. Mheshimiwa Mwenyekiti, na, na kushukuru kwa nafasi na niseme mimi ni, ni, ni seme, mjumbe wa kamati ya katiba na sheria, nashukuru na kwa nafasi ya kuwa mchangiaji wa mwisho eh, lakini kama walivyosema wengine tumshukuru eh, sana Dr. Samia Uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa aliyofanya kwa miaka hii katika katika sekta zote zote nchini, amewajengea wabunge heshima kubwa sana kwenye majimbo yetu. Leo hakuna jimbo leo unaweza ukazungumza habari ya miradi ya maendeleo kwa miaka minne ya Dr. Samia, ametubeba sana kwa hiyo, kwa kweli kwa kuwa mtumishi namba moja wa nchi hii ameonyesha uh, standards nzuri. Uh, tunachotakiwa sisi wengine ni kuiga ili watanzania wapate huduma hii ambayo uh, Dkt Samia anataka watanzania wapate. Ndugu uh, mwenyekiti, uh, waziri Simba Chawene amepata sifa nyingi sana hapa, na mimi kama mjumbe wa kamati na confirm, kama kuna waziri ambaye tunashirikiana naye vizuri sana kwa levo ya kamati, na natoa ushirikiano wa mfano ni Simba Chawen, very humble. Hana dharau, ukimwomba saa yoyote kukutana, mnakutana anakusikiliza vizuri sana kwa kwa kweli, mzee, sio sio bure, umedumu kwenye bunge hili na nakuombea maisha marefu zaidi. Lakini ndugu mwenyekiti, e, naibu waziri wako chuma hicho amekecha haraka sana tangu uteuliwe. Kwa kweli kamati ime furahi ya kazi zako na tumezunguka na wewe kwenye miradi mingi ya maendeleo. Unafanya kazi nzuri sana na uko kwenye mikono ya usalama ya ulezi na utafika mbali, bro. Na ndugu mwenyekiti, ni washukuru uh, katibu mkuu na viongozi wote wa wizara hii kwa ushirikiano waliotoa kila wakati kwa kamati na ushauri ambao tumetoa kama kamati wamekuwa wanachukua kila wakati. Utumishi duniani, watumishi ndio injini ya kuendesha serikali. Kwa hivyo watumishi ni watu muhimu sana kwa maendeleo ya taifa. Pale nchi yetu inapoongeza fursa na u, uchumi wetu unavyoongezeka, tukiendelea kujali maslahi yao na kuboresha mishahara yao na maslahi, tutatengeneza public service nzuri sana ambayo itatoa huduma nzuri sana kwa Watanzania na utawala bora utakuwa bora zaidi. Lakini na wao kwa sababu nchi yetu hali ya nchi yetu wanafahamu na wanajua ikiongezeka, tuwajali kwanza, wenye viti wa vijiji, watendaji, watu wamezungumza na watumishi wote, na walimu wamezungumza hapa maguru kabisa walimu hapa. Na kazi za walimu kwa kweli ni kubwa, in fact siku hizi hata walimu, ukiacha kazi zile alizosema mheshimiwa hapa, wanafanya kazi za ulezi siku hizi. Kazi yetu sisi ni kupeleka tu watoto shule, tulikuwa tunalipa ada, na Dkt. Samia akatoa ada, sasa hata kazi ya wazazi siku hizi ni kuzaa tu, halafu nakupeleka watoto wakafundishwe elimu kusoma kuandika, lakini na malezi siku hizi wanapata kwa walimu wetu. Kwa hiyo walimu ni watu muhimu sana sana kwa taifa hili, hakuna taifa limeendelea bila kwa walimu. Wote waliokaa hapa wamepitia mikono ya walimu, na wametajwa watu wengi hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, mwalimu wangu, na wakina Dokta Kakuru wako hapa. Taifa likitaka kujenga misingi imara ni lazima tuwajali wale watumishi ambao ndio wanatuwekea misingi kwenye taifa. Kwa hiyo kwa, kwa kweli, kama walivyosema kamati, watumishi wa umma ni, ni, ni, ni engine kwa taifa, lakini vile vile tunachotegemea na sisi mtoe huduma nzuri kwa Watanzania. Watanzania wanataka huduma nzuri sana zr e, uwe daktari uwe mwalimu ukiwa na lugha nzuri tu e, mkianza kwa viongozi wenu wao ni hambo makatibu wakuu, mheshimiwa waziri mkuu hapa Eh, Dkt. Samia sasa, kama awa wakubwa ni hambo kiasi hicho, wewe ambaye ni mtumishi uliopata ajira utaachaje kuwa hambo na ukatoa huduma? Tukifanya hivyo na kwa sababu ajira unajua ajira imekuwa jambo kubwa sana. Na ni kwa sababu moja tu, nchi yetu tangu tumepata uhuru, ongezeko la vijana wanaosoma wamekuwa ni wengi sana kila mahala. Hata kuliko kapasiti ya serikali kuajiri kwa, kwa hivyo kwenye swala hili la ajira, mimi nilikuwa na kama walivyoshauri kamati tufanye mjadala wa kitaifa kila wakati, kwa sababu sio swala la utumishi peke yake. Nadhani tuwe na makongamano ya kitaifa, tuwe tunazungumza habari ya ajira na namna bora ya kuweka sawa sawa, ili liwe jukumu letu wote, tupate mawazo kwa watanzania namna ya kufanya uh, swala la ajira lipate uh, lipate mawazo mengi sana kwa sababu ajira, na mimi nakubaliana kama walivyosema kamati na waheshimiwa wabunge hapa, tukiwa na taasisi bora ambayo ndio inaratibu swala la ajira, likaongeza wazi, likaongeza professionalism na mambo mengi, itaondoa manung'uniko, lakini isipokuwa na uwazi mzuri sana itaanza kujenga matabaka kwa hivyo na namna pekee ya kuondoa hilo ni kuwa na taasisi moja kama walivyopendekeza kamati na waheshimiwa wabunge hapo, ambayo ndio inajengewa misingi ya kutengeneza swala la ajira. Swala la ajira ni utaifa, tunataka tuone taifa tukiona ajira tu. tunataka kuona inclusivity, tunataka kuona watu wanaojitolea kujitolea. Ni swala la kizalendo, tunataka ajira hizi zireflect umoja wa taifa letu la lakini tusipokuwa na chombo maalum ambayo ina veti hii process, tutatengeneza matabaka ambayo hayana maana. Kwa kwa kweli kama walivyosema kabati, taasisi yetu inayohusika na mambo ya ajira ikipewa jukumu hili na wao wakaongeza creativity kwenye ajira zetu, nadhani Watanzania watafurahi na kila mtu atarizika. Kila mbunge hapa leo umemsikia, kila mtu angetaka leo aone katika ajira zinazotoka, aone angalau vijana wawili watatu wanatoka jimbo lake kwa misingi hiyo hiyo ya kuendeleza utaifa na inclusivity. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, TAKUKURU, TAKUKURU wamekuwa creative sana. Ule mradi wao wa kusema TAKUKURU rafiki ikiendelezwa zaidi, unajua tunachotaka, badala ya kuanza kukamatana kamatana tu na kusubiri mtu afanye kosa kama tu eh, tujenge vijiji na wenye viti wenye weledi wa kufanya kazi zao vizuri sana kwamba leo tuwe na role model ya kijiji ambayo mnaweza mkatupeleka tukasema huyu mwenyekiti huyu amefanya kazi zake vizuri sana na wani wenyeviti wote wanatakiwa wafuate hivi. Kwa hiyo TAKUKURU Rafiki sasa, ni ulikuwa ni ubunifu mzuri sana. Na nimpongeze mkurugenzi wa TAKUKURU na taasisi yote ya TAKUKURU, kwa kuja na na na mpango huu wa TAKUKURU rafiki. Tunataka taasisi zetu ziwe bora zaidi. Tunataka utawala bora uwe bora zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine tu invest kwenye kuwafundisha zaidi na kujenga uwezo wao. Kama walivyosema uh, wengine hapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wamesema watu vyuo vikuu, vyuo vikuu vinataka independence kabisa na mimi nakubaliana. Na alishasema Profesa Kitila eh, mimi sio mnywaji wa wine lakini alisema hivi, oh, oh, wine inavyozidi kukaa zaidi ndio inazidi kuwa bora zaidi. Na mimi nakubaliana. Profesa anavyozidi kuwa aged ndio anakuwa bora zaidi. Kwa kuna wakati mwingine badala lakini ya kusema tu tuachie tutengeneze mpango ambao kuna maprofesa tutakubaliana, huyu aendelee hata akiwa na miaka mia moja. Why not nchi zingine duniani kuna profesa anakuja na wheelchair kwenye lecture theater, ana over 100 years but it doesn't matter. Lakini haiwezekani tu kwamba ni every professor no, lazima tutakuja na mpango maalum wa kuarecognize wale gurus kwenye maeneo fulani fulani awe ni bingwa mwalimu, awe ni profesa, awe ni jaji mahakamani, kwenye sekta zetu hizi. Tukiweza kulinda hiyo, tutakuwa tumeweka msingi wa taifa, na taifa letu likawa bora zaidi. Na tunapotengeneza ajira za nje huko, lazima kuwe na freedom ya universities, tuweze kuleta maprofesa kutoka nje, ili tuweze kuandaa vijana wetu waweze kuajirika huko duniani. Mwenyekiti, nakushukuru, asante. Naunga asante sana, msh